Sasa wanakijiji wamepanda wanipe pombe ya bure, nishafika kulipwa kwa muda wa nusu saa kwa milioni. Na hicho nakuja pamoja nicho, sababu gani Unguja wanakuwa chini ule. kuitumia la haja, kinachorudisha nyuma kwamba hatuna mtu akutushika mkono, kutushika mkono kwamba kamata pale kuleta hapa Fani Media N -n -na kujali mtazamaji wa Fani Media, tumekuambia kwamba lengo letu ni kuweza kukuletea maudhui yanayolenga sanaa simulizi na vipaji. Leo hii tupo naye mzoefu katika tasnia ya kuigiza kutokea hapa mkoa wa Kaskazini Unguja anaitwa Hussein Mdoe, huyu aliye kutokea maeneo ya Nungwi, lakini zaidi unamwita Mzee Bondi. Mzee Bondi, habari za masiko. Nashukuru alhamdulillah. Karibu kwa media. Asante sana. Najisikia raha sana kwa sababu kwanza, kwa kwa huu kaskazini hivi vitu vingine adimu sana, au hakuna kabisa na, na, na wewe ni mtu ambaye uh, una uzoefu wa hali ya juu na kaskazini. Watu wengi wanakujua Mzee Bondi ni mwigizaji, lakini pengine hawajui kwamba ulianzaanzaje mpaka kufikia hapo. Kwa kweli ilianza zamani sana, muda mrefu, na kwa kumbukumbu wakati kumbu mwingine naweza kutoka kwa sababu ilianza toka kama na umri wa miaka kumi na tatu. Ilianzishwa na kuna ili jina sasa, kwanza ili jina Alonimba ni mwalimu mkuu, ilikuwa skuli mwalimu Usikichole. Ndio. Na ilikuwa mimi nacheza michezo kama kwenye majukwaa madogo madogo. Ndio. Kwa bahati nzuri, yeye ndiye alioniona kile kipaji. Baada ya kuona kile kipaji, wakanihitaji. Walikuwa na kundi lao inaitwa Nyota ya Umoja. Ndio. ikiwa mbona akina Mzee Mponda havini bibini Mponda naona, baada ya kunihitaji ndipo akaniambia hebu chagua majina mangapi unayotaka katika hili, moja, mbili, tatu. Nikamwambia mi sina, baadaye akaambia we tutakuita James Bondi. Nikamuuliza huyu James Bondi ndio nani? Akaniambia kuna mchekeshaji mmoja kwa Marekani huyu mtu umefanana kutokana hivi vitendo na vituko. Kwa hiyo nikafurahia, na kwa sasa hivi mzee Bondi kazamia kwamba kwenye sanaa ya ngoma za asili. Okay, alikozamia mzee Bondi. Lakini huyu mzee Bondi nikwambia, mzee Bondi ni msanii kwa sanaa alizokuwa nazo Ma, wewe ni msanii wa kuigiza wa kuchekesha, sikujua kwamba na ngoma pia iko hapo, labda ungetueleza, una vipaji uh, vipaji gani kwa ujumla wake? Kipaji cha kwanza, ndio nilifundishwa na baba yangu mzazi, ndio alinifundisha kutengeneza madau haya, maboti haya, ndio ya kuvulia mtando, hiyo kazi yangu, alinifundisha baba yangu mzazi. mm -hmm. Kazi ya pili nikakaa nikajifundisha kujenga nyumba, yani kujenga nyumba, ndio kwa hiyo hiyo fani hiyo nayo lakini pia fani ya tatu nikajikumbiza nika katika mambo ya maigizo haya ya sanaa hizi za maigizo. Isitoshe, nikajifundisha tena kwenye mambo ya mapaa yale ya mahotelini yale mapaa makubwa yale, mara nyingine watumia makuti kama hiyo. Ndio sijatosheka nikajikita kwenye mambo ya swala ya magari. mm -hmm. Mimi dereva, nashukuru alhamdulillah, labda na mimi anaendesha magari, baada ya hapo ndipo nikaona bado mm -hmm. Ndo nikaja katika masuala ya ngoma, lakini hizi ngoma pia nazoambia za zamani, lakini nikao bado sijafahamu zina faida gani? na, na, na hizi ngoma. Mzee Boni, nikikukatisha hapo, kuna aina nyingi, kuna mchikichi, kuna kule kwenu ngoma maarufu unaitwa kibati <laughs> <laughs> ngoma maarufu mkurungu, mkurungu, ndio ngoma ya mkurungu mm -hmm. huu mchikicho ulijaibuka tu maneno ya sasa lakini ndo ujavyaligwa maana katikati ya, uli ya katika hapa katika vijana, lakini pia kulikuwa na ngoma moja pia inakuitwa zinduka Dio. Zinduka ifanana na mchikicho lakini sa ndo mchikicho ukawa katika upande wa chama cha CCM zinduka ikenda upande mwingine na, na, na wasanii wakubwa ambao unakumbuka umewahi kufanya kazi nao katika uh, umri huu uh, wasanaa labda ni nani na nani? Shafanya na Mzee Hashim Kambi. Mzee Hashim Kambi, Hashim Kambi shafanya naye tulikula ugali pamoja nyumbani uh -huh. lakini niva au niva uh -huh. nishafanya naye kazi Lakini huyu Zimwi mi shafanya naye kazi, huyu Bizabibu kama unafahamu uh -huh. Alikuwa anacheza sana na marehemu Mzee Majuto. Bi Zabibu shafanya naye kazi, lakini pia kulikuwa na mzee mmoja alikuwa anafanya kazi pia na Mzee Majuto marehemu aitwa mzee, ile jina ile jina nishalisahau. Ndio, eh, na na kuna mafanikio yote ambayo anajivunia kwenye tasnia hii, nashukuru unaweza kutuelezea kwa ufupi, eh, nashukuru. Hebu mtapata wala siwe na, eh, na oh, wasiwasi <laughs> Furahi wewe na watazamaji wa kipindi wafurahi. mm. mm. Nipate kufahamisha kwamba ile nichokipata, ah, kwenye mambo ya maigizo mm. Nishafika kulipwa kwa muda wa nusu saa kwa milioni moja Zanzibar, hapa. Ndio, hapa, na ukasema ilikuwaje mpaka nikafika hivi. mm -hmm. Nilikuwa nafanya mambo kama kawaida, lakini katika media is media huyu karusha kaja kurekodi huyu, e, karikodi huyu akirusha sasa. Kwa kweli ilioneka mbali, waliona mbali. Sasa ilipigwa simu katika hoteli moja ya Kendwa Rocks, ndio Kendwa Rocks, wakanipigia simu mimi, wakaniambia kuna watu wana kuhitaji, ni kauliza watu gani? wakanambia kuna watu kutoka Marekani, lakini wametumwa watu wa benki. Watu wa benki wakanipigia simu lakini kunipigia simu nilikuwa nipo Jambiani, nikamwambia kwa leo hamnipati, mtakuja kesho. Kwa bahati nzuri tuka, wakaja Nungwi wakaniuliza maswala wakanavoniuliza wakatuma uh, invoice zile like, kama um, mambo ya simu huyu ndiye usiye ndiye. Kwa hiyo siku ya pili watu wa benki walikuja na gari wakanichukua Nungwi, tukaenda mpaka Michamvi mm -hmm. Michamvi kulikuwa kuna misi wale misi wa Marekani kwa oh, hao nikafanya nao kitendo cha cha nusu saa, ilikuwa kama tangazo fulani ah oh, ndo mambo yao tena, ndo kama tangazo hiyo. Kwa bahati nzuri mimi nika rudi nyumbani, siku ya pili nikaenda benki mimi nikapewa milioni moja yeah. kabisa Na, na na, changamoto pengine ambazo umewahi kupitia kwenye tasnia hii na unasema kwamba hii siwezi kuisahau? <laughs> Changamoto, nashukuru Mungu sijapata zile kubwa zaweza kunikwaza, ndio na zilipotaka kutokea zile changamoto Ndio. Baba yangu na mama yangu mzazi wakaniita wakaniuliza, hebu mwanetu, katika hizi fani zote ulizojifundisha, fani ipi unaihisi kwamba inakupatia tija? Nikawambia katika sasa hivi inaonipatia tija ni mambo ya ngoma za asili kwa maana walikuwa wanataka kutoa kwenye reli hii katika mambo ya sanaa, ili ubaki na kitu kimoja. Hapana. Ndio. kwa sababu katika uh, driving niliwahi kupata ajali, si mara moja wala si mara mbili, baina ya kwamba mm -hmm. anakuendesha ni mwenyewe au kuna mtu mwingine anaendesha ile gari. Kwa hiyo mimi ni miongoni mwa e, changamoto hizo. katika familia yako pale Nungwi, labda una, una, una watoto au wanafamilia ambao unawaona hasa kwamba hawa wana uwezo wa kuiga nyayo zako? Mpaka sasa hivi, kwanza bado sijamwona na aidia kwamba huyu anaweza akafata, isipokuwa kuna wakike moja ana kama hata vizuri, ni mkubwa kidogo, kwa hiyo nikifanya kitu kwamba naye anaweza kukifanya, lakini wakike, kwa sababu mwana mwanakiume na huyu moja na watoto wanne wa lakini wa kiume na moja wa uh, wakazi wa Zanzibar inakuwa ni vigumu kumshawishi kuingia kwenye sanaa. Na sababu kubwa pengine hawaioni hii sanaa kwamba ina uwezo wa kumtoa mtu, ina uwezo wa kumlipa mtu. Labda unadhani vitu gani ambavyo vinarejesha nyuma tasnia ya, ya, ya sanaa hasa ya maigizo hapa Zanzibar? Kinachorudisha nyuma kwamba hatuna mtu wa kutushika mkono mm -hmm, kutushika mkono kwamba ku-kama tabale kukuleta hapa ndio au kukuwezesha sasa nikajitegemea mimi ni kama mimi, mimi. Inakuwa ngumu kwa sababu kuna vitu lazima veni support. Bila ya kupata mtu huyo akaweza kunisupport au kumsupport mtu na kuwa hawezi kufanikiwa. tuseme kwa na, na wasanii wa Unguja ni kama wamezidiwa hivi ukiangalia uhalisia na wasanii wa Pemba, kama hili unawafikira una, una kama unaafiki juu ya hili, unadhani ni kipi ambacho kinawafanya wasanii wa, wa Unguja waweze kupigwa na chini kiasi hiki na wasanii kutoka Pemba? na kama hatutajitizama kweli, tutaendelea hivi, na kama hukutumbatu kama watasimama, basi nao wanaweza kwenda juu, kwa sababu na hicho nakuja pamoja nicho, sababu gani Unguja wanakuwa chini, ule kuitumia lahaja hii lahaja hii. kwa hiyo Wapemba wananufaika na lahaja yao, ndio baada ya kupata sapoti kwamba ile kwa wa kweli na wawazi itumia tumeelela haja kabisa. na na na, Mzee Bondi, labda katika sehemu ambazo umewahi kuigiza, unakumbuka kipande fulani hivi ambacho unasema iki, hata kwa dakika moja? Naweza kukumbuka na kukipiga hapa, tupatie hicho kitu <laughs> kuna sini, ndio haikupewa, kwamba ni sini moja za ulevi, yani kwamba za kulewa pombe, lakini hizi sini za kulewa zinakuwa hazihiti sana, hazi, sana. kwa sababu gani? kwa sababu ni sini za kawaida, lakini ukizifanyia haki niliimba na nyimbo kwa sababu hiyo sabu, mm -hmm. wenyewe ndio ndipo ikawa. Hata ilikuwa kuna tamasha Pemba, kweli nilienda kuimba hiyo nyimbo na ile sini nikaifanya mwenyewe, umeona, lakini mpaka viongozi walifurahi. Mtazamaji, na kupatia time ya kuweza kumwangalia Mzee Bondi na uweze kusema huyu bwana ndiye Mzee Bondi yule ambaye tumezoea. Karibu sana, wapatie ladha kidogo. Ay, ay, ay, Baba kabla hajafa alinipa wasia, mwanangu kazi ya kufanya we. Kulewa pombe, kulewa pombe. Sasa wana kijiji wamepanga wanipe pombe ya bure ili nikilewa wapate wani burure, lakini sasa we ishagundua, lakini sasa we ishagundua, panga chabeba cha, cha. Tachukua ta shasha kazi yangu yakulewa, minaona inalipa, nikizingatia napata kupepesuka kabisa. Tukushukuru sana na tunakutakia kila la heri. Na msiwe na wasiwasi kwamba mtafukuwa mnanihitaji time yoyote, ila tu kwa sababu nakuwa na programu ya ngoma, mambo ya ngoma na cheza mahotelini tajua kwamba siku fulani, siku fulani siku fulani, siku fulani fulani siku fulani kwa wiki napumzika siku moja au mbili, kwa hiyo nipo tayari kufanya kazi nanyi na makundi yote ya Tumbatu wanavyotaka mi nataka popote wanavyotaka. Kama ni mara yako ya kwa kwanza kutembelea channel hii, unaweza kulike, kucomment, kushare na usisahau kusubscribe ili uo wa kwanza kupata burudani, vipaji na habari mbalimbali kutoka kwetu.